Wacha hadi gova yeye nimekuwa simama nimejaribu ya kupanganiza mahali mahali nimetoka, ikawa ni vigumu. Lakini nataka kushukuru kanisa hili maana nimeona faili. Mungu awabariki wa naaminio faili ikukua bure, kuna mambo yameandikwa. Kwa hivyo kama uko katika idara fulani andika tu, andika kile mulifanya. Mwisho utapeana kama taarifa ama kile ambayo mlipitisha nataka pia kushukuru kwa meza ya leo maana, tutashiriki na tunawakaribisha nyote. meza ya Bwana mtaelezwa zaidi tutakapoendelea, lakini nataka kusema ni ya watu wote wenye dhambi, wenye wamekubali na kubatizwa. Mungu awabariki, ubariki, tunakwenda kujiandaa katika hali hiyo. Sina salamu yenu maana sikuambia wewe takuja hapa lakini ikawa tu imekubaliana na familia, ikawambia tweni na nyinyi kanisa Sunday. Kwa hivyo niliwafikisha huko na nikakuja pale, hii wao peke yake wakasema niwape salamu, hamjambo hapi saba. Tuombe mtakatifu na mungu wetu tupendane mbele zako tukiwa na wingi wa shukurani asante. Kwa viongozi viongozia makanisa haya. Mungu, naomba kwamba tunapoenda kusikia neno lako, hebu tuongoze, katika jina la Yesu mkombozi wetu, amen. Mkate wa milele, mkate wa uzima, mkate ndio tunaongelea. Tunapoongea katika hali hii ya mkate, inaleta taswira kabisa ya tao maana nesabu kusikia mkate huwa zazingine inakuwa ni geni, lakini town chai ama town center kama hii yetu, tunaelewa mkate. Na mpaka wa leo hata watoto wengine hawakuli mkate, wacha watu wazima. Watoto wengi nao hata kusikia tu jina mkate ni kama hawafurahi, wameanza kufurahia keki. So nikileta keki hapa, watoto watasema wau, wow! kwa sababu hiki imeleta e, e, mawazo kwamba ndio chakula ama kitu ambayo inafurahisha. Lakini tunapoongea mkate haimaanishi kwamba ni mkate wa duka, mkate wa hiyo jina ambayo unaelewa. Maana tunapopitia supermarket ama maduka kama haya, tunasema nataka mkate wa kampuni fulani halo. Kwa hivyo watoto kampuni fulani. Leo watoto, tunaongea kuhusu mkate ijapokuwa sio mkate ya kampuni ambao unapenda. Hapa kwetu tao, tunajua kwamba tuna kampuni mbalimbali ama ambao wa, wanatoa mkate, aidha ni ya supermarket ama hata katika kampuni tofauti tofauti. Je, mkate ambao tunaongelea ni nini? Yesu alipokuwa katika dunia hii aliongea kuhusu mkate, na alipokuwa anaongea alikuwa amewapa watu mkate. Kuna mmoja wetu akaimba, chapokuwa sio wa wetu, kwamba watu wanapenda mkate, ichapokuwa hatutaelewa kabisa mkate hiyo ambayo ilikuwa inasemwa na Yesu. Lakini Yesu katika chapter 6 hiyo yote anaongea kuhusu mkate, na mwisho anasema mimi ndio sasa mkate. Watu wakakatirika, na ukisoma hapo chini wanasema wakatafuta mawe ili wampiga mawe. Maana unaniambia wewe ni mkate, ukule? Hapana. Yesu alikuwa amewalisha watu watu elfu tano. Yesu alikuwa na, naawa katika sehemu hiyo na walikuwa na wanafunzi kumi na wawili pamoja na wale ambao walikuwa wamekuja hapo katika hali hiyo. Tunapoongea katika wakati huo, ilikuwa ni wakati wa Kirumi, na watu ambao walikuwa wana, wana, wanatawala sana hapo ni watu wa lugha tofauti tofauti, lakini lugha ambayo tunaongelelea sana wale ambao walikuwa wanaitwa wana wa Israeli kule wakale walipo dunia ya uh, wakati muda inaposonga ilipobadilika. Eh, wana wa Israeli ambao tunajua walikuwa Waibrania, wakaja wakajiita wakaitwa Wayahudi. Kwa hivyo hawa watu walikuwa wanasoma Biblia vizuri, na walikuwa ni watu Wayahudi, walikuwa ni watu wa neno wao, walikuwa ni watu wanasoma one one by one, step by b step. Wacha sisi tunazaguza hapa, turuke pande ile na tuende pande hiepa wao walikuwa wanasoma na walikuwa wameelewa kwamba mtu anaposema mkate ni mkate ya kukula. Kwa hivyo Yesu alikuwa na dili na watu kama hao. Imagine wako katika mkutano, na hao ndio walikuwa wanashikilia, sasa tuseme Injili. Walikuwa ni kama sisi wa Kristo. Kwa hivyo Yesu alikuwa amehudumia wasio Wayahudi wakiwa ndani. Najaribu kusema nini? Nataka uone picha kwamba hawa sio watu wa kanisa peke yake. Hawa kuna watu ambao wametoka mahali mbalimbali. Kwa hivyo, wayahudi yesu walikuwa, lakini walikuwa na pia watu kutoka wa Galilaya pale, wengine walitoka sehemu mbalimbali, na kuna wale ambao wajajua hata neno la Mungu. Kwa hivyo, waliposikia neno la Mungu wakakaa kwa muda, Yesu akasema si hawa watu wataondokaje mpaka kule kwao Wataendaje mpaka kwao wakiwa na njaa? Kwa hivyo Yesu akatafuta mbinu ya kualisha watu elfu tano hiyo ndiyo tumepewa rekodi, lakini rekodi yenyewe hawajaguzia watoto na wanawake, kwa sababu Wayahudi wako hapo. Wayahudi hawakuwa wanakubali mama ama mtoto awe aisabiliwe. Ndio maana hata tukiwa makambi huwa tunasoma Eh, katika eh, eh, kitabu ah, wye, jina Deuteronomy yaani, kwamba ilikuwa ni familia ama mtu, wanaposema 16 na 16 nasema kwamba ati kila mtu akuje na sadaka, so inaposema mtu haimaanishi ni mwanaume peke yake, yaani ni mwanaume na familia yake, kwa hivyo Wayahudi walikuwa hapa, Yesu akatafuta lugha ya kutumia kwamba uh, wenye walikuwa na hesabu ni wale wale tu wakasema tuna hesabu wanaume tu kiposa. Mpaka sasa hivi kuna watu hawakubali kwamba wanaweka wanaweza kuwa wanahesabiwa ama wanaezawekwa katika jukumu kubwa. kwa hiyo Yesu mwenyewe hapa akasema kwamba wape chakula, walipokula story kachena. Najua mtu akishia sichimba si, si, si, si, si, mtu akishiba mtu akishiba stori inabadilikanga, tumai kwa ja naja. Hapo watoto amutashika hapo, kwa sababu kuna kiongozi mmoja aliwahi kuulizwa, wewe umewahi kaa bila chakula, yani kutokula, yani tuliwatch hiyo kwa wale ambao tunaangalia tajiri. Kuna wakati mkiongozi mkubwa aliulizwa, wewe umewahi kaa bila chakula ama ukanja? Akasema ndio Ukamuza kivipi? Maana hakosi chakula. Alisema kwa sababu mwili nataka chakula, lakini wewe unazaita chakula, lakini mwili nataka chakula, lakini chakula haipo. Kwa hivyo Yesu akasema kwamba wape chakula. Chakula ilipopatikana story ikabadilika. Yesu akaleta taswira sasa, akitaka kuwaonyesha kwamba chakula ambayo mnakula, mnakula chakula ambayo itaisha, itaisha na itakapoisha, utaishi njaa. Hata sisi tulitumia asubuhi, kwa wenye walitumia walibahatika kupata breakfast, chai, tunaanza kuishi njaa. Yesu akamwambia kwamba nyinyi mnapotafuta, mnatafuta chakula ambayo mtakula na mtakuwa na njaa. Hao wajaelewa. Yesu akaendelea kujaribu. Niko katika hiyo chapter 6 nimeanza tu na 1 lakini naelekea hivyo chini, inairuka kwa sababu utajisomea. Yesu mwenyewe tena akasema kwamba nao ni kama mshikanishi ya maneno. nimesema kwamba hiyo ni uh, 25 Uh, unaposoma nasema kwamba Yesu anajaribu kwa hivyo Yesu anawaambia wa katika 26, kwamba wacha niwaambie yale ambayo munaona sahi, hamukuelewa, munatafuta eh, 27 6:27. Nasema kwamba nyinyi munapotafuta munatafuta chakula ambayo itaisha. John chapter 6 tuko 27 Mnaskia yani, uh -huh. Yani anajaribu kuwaeleza hao watu kwamba mini msidali inaongelelea mkate hiu, mimi najaribu kuwaonyesha zaidi ya mkate. Ndio maana nisema kwamba nyini mnatafuta chakula ambayo inaisha, lakini nataka mjue kwamba ya hiyo <laughs> ukisoma Matthew chapter 4 verse 4 eh, ile fungu la 4 inaongea kuhusu vile, kwanza kuanzia moja, inaongea kuhusu vile Yesu anavyo jaribiwa na shetani kule jangwani, lakini ukipita nne, Yesu anajaribu kuambiwa kwamba wewe uko na njaa, tunaona uko na njaa, maana alikuwa amekaa mia eh, siku 40 na usiku 40. Ambaye wanadamu, nilipoangalia stadi ya juzi nikaona kwamba kuna mtu aliuliza, mtu atakaa siku ngapi kwa mambo haya ya kwanza chakula, ya pili maji, ya tatu pumzi. Na atakosa kukaa bila hewa kwa siku ngapi ama madakika ngapi? Sitaki sema, naongea kuhusu 40 days na 40 nights. Yesu alikuwa naja apo, Yesu anajaribu kuambia mtu aishi. Unajua, unapoambiwa kwamba tengeneza mikate kwa haya mawe ni mambo ya kidunia, ni mambo ambayo unaona kabisa, lisipokuwa na hii sitatokoa maisha. Lakini Yesu anabadilisha nakuambia, sio lazima uishi tu kwa mikate. Fungu la ine, Mathayo ine, fungu la ine, alijibu akasema kasemain imeandikwa, kwa hivyo mtu hataishi kwa mkate tu. Sasa amebadilisha ye Shetani anaetadani kwamba chakula hichi ambacho tunapata, na hiyo ndiyo imetuletea shida katika dunia hii. Kama kuna kitu imetuletea shida ni chakula, maana ilianza katika Adamu. Yesu waka, eh, Adamu walipodanganywa wakaona ni vyema watumie chakula ambao walikuwa wamenyimwa. Kwa hivyo hiyo kitu imekaa ime, ime, imekaa katika damu yetu imekaa katika mwili yetu hata leo kabisa, chakula kikuje hapa. Ndio maana tunaona ya meza ya Bwana kuna utaratibu. Mungu abariki kabisa kabisa ui maana hii itakapofika unaona utaratibu ikifika. Ndio maana Paulo aliwakosoa wengine wenye walikuwa wameanza kutaka kukula meza ya Bwana jinsi wanavyokula mikate ya nyumbani, hadi wanashika yote na kukula. Kwa hivyo, Yesu ameletewa majaribu ya mkate, akamwambia una mikate haya ili nasi tufurahie, anaukule ufurahi lakini Yesu anabadilisha anabadilisha statement na kumwambia mtu aishi katika mkate huu. Maana haongelelei mkate hii ya supermarket, haongelelei mkate ambayo tunaunda nyumbani, haongelelei mkate ya kuweka baking na powder. Kuna kitu Yesu anajaribu kuwawekea ili kwamba ikae katika, katika maisha yako. Sisi katika dunia hii tumezoea chakula ndio maana nimesema hata chakula ikiletwa hapa leo, utaona mtu akipambania. Juzi nimekuwa katika eh, sherehe ya vijana kutoka Chondoni, na hiyo sherehe ilikuwa ya mtu mkubwa wa serikali, na vile unavyoelewa tu ni kwamba ikifika hapo, kila mtu anajua ng'ombe zitachinjwa na king chakwa kini, yeah, yeah, yeah, yeah, kiongozi hiyo. Baadaye tulipokuwa tunaongea baada ya sherehe sherehe, kwanza alikuwa nashukuru kwamba enyewe enyewe enyewe sikutarajia wa watu kiasi. Najua mtu mkubwa huwa akaribishani sana watu, lakini watu wanajikarib wanajikaribisha. kwa hivyo alikuwa ametengeneza kweli lakini alikuwa anasema, vile niliona watu wanatoka kwa gini akastuka, hiyo chakula itawatosha? Maana alikuwa amealika spesifiki watu, na akasema kwamba sikutangaza kwa muda, nilipiga tu ile, sikusema niletee watu fulani, ilipresedenti ya sehemu ambaye anahudumu. Kwa hivyo ninataka kuongea chakula, watu walipokuja hata wale ambao walikuwa unaona wamevaa suti walipoambiwa na na walinzi walikuwa wameleta walinzi kwasaidie katika siku ya sherehe, kwamba laini ni hii ya kupanga ndio upitale unaojike vyakula vyako vienga, anaona kama kwamba hiyo chakula itaisha, na kwa hivyo anatumia nguvu ili afikie katika hali ya kupata chakula chakula hiyo sio mkate lakini, hapa Yesu anajaribu kusema kwamba nyinyi mnaweza kula yeye, lakini mtaishi uh, eh, tuko jo, jo, jo, tumerudi Jo, John, mtaishi njaa. Uh, nataka msomee 28. Yesu akasema nini? Sasa hawa ile kikundi wakamwambia sasa wewe kama uongelelee vyakula nao, tufanyaje? Sasa nimekuambia ama nimewaambia kwamba kile kikundi ambayo walikuwa kanisa eh, katika mkutano huo hawakuwa kikundi cha eh, lugha moja. Wayahudi walikuwa wenyeji, lakini sasa kuna wale ambao walikuwa pale, hawa watu wao wanafuata kile Yesu amesema, lakini wayahudi wanajaribu kutafuta lugha ya kumshika Yesu kwa makosa, maana hawakumkubali Yesu. <laughs> Najua kuna watu bado mpaka wa leo. Hebu ukifungua simu zako ukitaka kujua, kuna watu mpaka wana, wa leo wanasema Yesu hakukuja duniani, bado tunangoja Yesu, the original one, yule alikuwa fake, na hata wa mwamini wanasema yeye alikuwa tu mwana wa nani wacoze lakini kutuwambia ni mwana wa Mungu mpaka waa watu sitawaambia jina. Lakini wewe utakuta tu kwamba wale watu ambao wanangoja Yesu akuje ni kinana, sio mara ya pili. Hiyo ni watorisa na, na wengine. Lakini kuna wale wanataka Yesu akuje kwa kwawaogoe kwa mara ya kwanza. Hao watu wana, wana jina tabaa kwa sasa sisinaelea Wayahudi wa co kitaka utapata kwamba hawa watu bado wanatumia sheria ya Musa kusema macho kwa macho e, ukinigonga hapa na kugonga hapa. Hao watu bado wanatumia wa leo si, lakini Yesu alipokuja akasema, akikugonga hapa unampea tena pande hii ya nampea tena pande hii chaokata, sisi ukinigonga nisipokukuea naenda kwingine. Yesu akawaambia nini sasa? soma Ameuliza, amauliza ni wafanyaje. Yee, endelea. Yesu akajibu akamwambia, haya maneno ninaongea ni kazi ya eh? Mungu. So kazi yako ni kumwamini na yeye, yeye mwenye mtumwa ambaye ni Yesu Kristo. Wakamwambia, unafanya ishara gani basi ili tuone tuamini? Sasa uaminifu inakuja hapo lakini wewe unataka ishara ndio mwamini. Ukiendelea wengine utajisomea sikonabitie. Nataka kueleza jambo hili. Yesu anajaribu kuambia hii maneno ni ya kukua tu, sio mkate ambayo ninaongelea. Hii ni mkate ya Mungu. Mwaka huu tumepewa nafasi ya kufanyia kazi Mungu, lakini bado unasema nitajuaje nimefika mwaka huu ili nifanye kazi ya Mungu, lakini haya maneno wewe unataka kuuliza kama hawa kwamba utupe ishara. Ishara namba moja, uko hai siku ya leo, Bwana asifiwe. Uko hai siku ya leo, ya kesho huwezi jua, lakini kwa sababu mwaka ambaye imepita tunaweza elewa hapa. Sasa anasema kwamba ishara gani mtajua, ile ili nikutendee lakini Yesu anaendelea kuwepa, sio kuwepa kwa kusema kuzema nataka kuwadanganya, lakini anataka kuwafungulia zaidi ya hapo akasema nini? nataka tu tu tuondoke kidogo, uwe njichome 33. Tunaruka, tunaruka 33. Yesu akawaambia, Yesu akawaambia, amini, amini na mambo ya imani. Kwa hivyo amini amini na waambieni, unajua ameongea Musa, kwa sababu nimewaambia, hao watu walikuwa wanasoma historia, maana ni generation baada ya generation kwa hivyo walikuwa wamesoma kwamba wazazi wa wao ama wazee, uh, wa zamani walikuwa wamelishwa na mkate ambaye ilikuwa inaitwa nini ndio ili mkate wa mani. Kwa hivyo ukisoma hapo iko hiyo yu maneno, lakini Yesu anawaambia sasa, sio ile mkate maana nyinyi amujaelewa. Nataka kumalizia nikisema nini, soma ambaye endelea. Amina. Kwa hivyo, Yesu mwenyewe anapojidhirisha kwamba mimi ni mkate, hajasema yeye ni baba yake. Yeye sio mkate wa duka, anaongea kuhusu maisha kwamba, mimi ni mkate mimi ndio neno mimi ndio ukinikula. Nijua kuna wakati tulijaribu kuongea na microphone kwamba leo tunakula mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Haikuwa hapa lakini, tukakujua kwamba kumbe kuna kanisa inakula mtu na kukunywa damu ya mtu kwa sababu ya mawazo ya mwanadamu anaezaelewa hivyo, lakini alipofika hakupata mtu, akaona ni chapati au askari wakastuka. Kwani si tumesikia pasta akisema tunaendelea kukula mwili wa Yesu hata hatakushika Yesu na damu hata sikia damu. Ndiposa hawa watu ni kama sisi tu, mawazo yetu kufikia hapo inakaa ngumu. Ndio maana Yesu anawaambia kwamba sasa, sikia mimi ndio mkate ambayo kinikula mimi ndio mkate ambayo, ukitaka kupata uzima wa milele ni mimi. Kwa hivyo achukuli mkate ambayo ni mwili mwili ya mtu hivyo, sisi Yesu anajaribu kusema kwamba ukitaka kuishi maisha ya milele ya umilele ni nikushika neno lake, shika neno lake, na neno lake ndio litakufanya uishi milele. Yesu akajaribu kabisa kueleza, lakini hawa hawakuchata hata kuelewa, lakini Yesu akaendelea kuambia nini? mm. mm. mm. mm. Amwamini, endelea Ngiposa eh. Hapo sasa unataakumanjatusea Yesu anasema vile kulivyo wewe kuja, maana mili ndio nitakupeleka kwa Baba, yeye ndio ana uwezo huo. Kukula kwetu yeye nikumwamini yeye. Naomba umwamini Yesu mwaka huu ili Yesu akuweke katika ujima. Yesu peke yake, utakaposoma neno lake, maana neno ndio chakula. Kwa sasa Yesu anasema kitu katika 39. Eh, 39, ni kusema nini? Eh, hiyo 39 eh, eh, eh, eh. Eh, eh. Kwa hiyo Yesu anataka tuende kwake. Yesu anatuhitaji ili tusipotee.

maana tunapoendelea tunapata maarifa kutoka yeye, lakini ndiye anakupata no, na, la na yeye anatuweka katika hali hii. Jambo ambayo ni kuu ni kwamba niku, tunapoenda kumega mkate huu ambayo inadhihirisha Yesu, inadhihirisha neno lake ambayo yeye alitupea na kusema na ile damu yangu ambayo ilimweka mtadabani hapa tu kunyi damu wala kukula mkate eh, mwili wa mtu, bali tunakula mkate ambaye inaonyesha kwamba hii ni mwili tu kwa ishara, lakini sio mtu. Wala unajua wengi bado wataelewa, maana washiriki wengine bado ni wageni hapa. Tunaposema tunapoenda kula kumega, ama kula mkate ambaye ni mwili wa Yesu, hapa hakuna mtu, hakuna mwili ya mtu bali ni mkate ambao utaonyeshwa ili kwamba inaitwa, wengine chapati, wengine wataita chapati, lakini hiyo ndio imewekwa kama ishara tu, kama mpango wa Mungu wa Yesu. Damu ya Yesu ambayo ilimwaga msalabani, hiyo sio damu tunakunywa, bali ni mzabibu ambaye ni imetengenezwa, tunakunywa kama uh, ishara ya damu ya Yesu. Mungu awabariki tunapo aenda uh, uh, kwa Yesu. Tunapomkubali Yesu, Yesu, Yesu mwenyewe ndiye atakupeleka uzima wa milele. Yeye ndiye atakusaidia mwaka huu, tegemea Yesu, maana nilipo sema ile wimbo ya Mungu kwa mambo makuu Simama kwa miguu yako tuombe. Maana Mungu anataka tu kila ambaye anamwamini, sio kwa sababu ya ishara, bali katika imani. Unaweza sema sijui kusoma Biblia, unaweza sema sijui kuimba, lakini ukatakapo kubali Yesu utapata uzimamu. Hebu na tuombe. Mtakatifu mtakatifu, na baba wetu tupendaye, twaja mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani. Asante Mungu kwa sababu unatupenda na unatujali. Asante kwa sababu umetufundisha kuhusu mkate wa uzima wa milele kwamba tutakapokula neno lako tutapata uzima wa milele, tutapata maarifa ya kutuonyesha njia ya kufika mbinguni. Mungu wetu, asante kwa sababu ya mwana wako Yesu Kristo, maana ulitutolea pia kama ishara tutakapoenda kumema mkate huu na hata kutumia Eh, divai hii Mungu, tunaomba kwamba ni hali ya msabibu ambao umetuwekea. Tunaomba kwamba ukibariki kila mmoja wetu, kama kuna mtu mwanya hajapata neno lako, kama kuna mtu ambaye ameshika neno lako, uende hapo hapo ama nje ya eh, kanisa hili, naomba kwamba mwaka huu Mungu uendelee kumfundisha ili ashike neno lako, aweze kuhudumia katika maisha yake. Mungu, bariki kila mmoja mwenye amesikia sauti hii, bariki watoto, bariki vijana bariki wa mama na ubariki wazee, bariki majirani hao na hata wale ambao tuko pamoja, endelea kuwabarikia mwaka huu, ikwe mwaka amani, mwaka, mwaka wa furaha ma, katika maisha hao, mwaka ambao watakukaribia na mwaka ambao watu wengi wataokoka, endelea kutuongoza na viongozi wote na kanisa mzima na majirani wetu katika jina la Yesu ali mkombozi wetu.